Za kutoa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo, karibu sana. Tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya tarehe 9 Januari 2026. Uko na Mipendo Gordon ambaye anakusomea taarifa za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Waziri wa mawasiliano teknolojia ya habari, Mheshimiwa Angela Kairuki amezitaka taasisi zote za umma na binafsi zinazokusanya au kuchakata taarifa binafsi kuhakikisha zinajisajili tume ya ulinzi wa taarifa binafsi PDP kabla ya tarehe 8 Aprili 2026. Akizungumza wakati wa ufungaji wa mafunzo ya maafisa wa ulinzi wa taarifa, Waziri Kairuki alisema serikali imetoa kipindi cha nyongeza cha miezi mitatu kuanzia Januari 8 hadi Aprili 8, 2026 ili kutoa fursa ya mwisho kwa taasisi ambazo bado hazijatimiza matakwa ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kujisajili kwa hiari. Tutaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi, lakini pia niwasisitize nanyi, elimu hii sio hiari, ni wajibu wa kisheria na kisera unaotokana moja kwa moja na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi pamoja na kanuni zake. Kwa msingi huo, niielekeze Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC kuhakikisha inaendelea kutoa elimu kwa umma, lakini kuhakikisha elimu hii inakuwa ni nguzo ya kudumu ya utekelezaji wa sheria na ni vema ikafanyika kwa mpangilio unaoeleweka na kushirikisha wadau wote muhimu. Elimu hii ikatekelezwe kitaifa kwa kushirikiana na taasisi za umma na binafsi, sekta mbalimbali, ikiwemo fedha, mawasiliano, afya, elimu, vyombo vya habari, asasi za kiraia na makundi mengine yote yanayohusika na ukusanyaji au uchakataji wa taarifa binafsi. Kama serikali tunatarajia kuona elimu hii ikitafsiriwa katika uelewa wa kawaida wa wananchi kuhusu haki zao, wajibu wao, na hatua wanazopaswa kuzichukua pale ambapo faraga yao inakuwa imekiukwa. Kwa kumalizia, nipende kuchukua nafasi hii kuipongeza tena tume yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi, kiwemo na bodi, kupitia kwa mwenyekiti. Nashukuru mmeweza kulitekeleza hili. Wadau wetu waliomba mafunzo haya yaje Arusha, na mmeweza kutekeleza ndani ya muda mfupi. Asante sana. Taenda kuangalia kwa wadau wa utalii ambao hawajashiriki, mliomba wenyewe na tumesema deadline ni tarehe nane mwezi Aprili. Tumesikia hapa idadi ya taasisi zilizoshiriki, pende tu kusema kwamba baada ya tarehe nane hapa atakuwa na msalie mtume. Kwa muda mfupi tangu tufike wizarani, nimeendelea kuona kazi nzuri ambayo tume mnaifanya chini ya uongozi wako mheshimiwa mwenyekiti, babangu mzee Adadi lakini pia chini ya mkurugenzi mkuu pamoja na watendaji wengine, niwapongeze kwa uongozi mahiri wote pamoja na management yenu. Nipende kuwapongeza wakufunzi wote waliotoa mafunzo leo hii na washiriki wote ambao ni maafisa wa <coughs> ulinzi wa taarifa binafsi, niwapongeze na kuwashukuru kwa kuhudhuria mafunzo haya ya awamu ya sita. Ndugu zangu, mafanikio ya Tanzania katika zama hizi za kidijitali hayatapimwa kwa kasi ya teknolojia peke yake yatapimwa pia kwa kiwango cha uaminifu wa wananchi katika mifumo yake ya ulinzi wa taarifa maendeleo ya kidijitali pamoja na mengine. Serikali iko thabiti katika mwelekeo huu na tupende tu kuasisitiza kwamba hatutayumba katika kusimamia faragha na ulinzi wa taarifa binafsi. Endelee kutoa rai kwa taasisi kutekeleza sheria bila shurti kama tulivyosema, na ifikapo tarehe 8 Aprili mwaka 2026 tunatarajia kuona taasisi zote zinazotakiwa zitakuwa zimejisajili kwa hiari. Kwa maneno haya machache nipende kutamka rasmi, nimefunga rasmi mafunzo haya maalum ya maafisa ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi za umma na taasisi binafsi yaliyofanyika hapa Arusha kwa siku tatu kuanzia tarehe sita mwezi Januari hadi leo hii tarehe nane mwezi Januari, Januari mwaka huu wa elfu mbili ishirini na sita Nawashukuruni sana na nawatakia kila laheri katika uzingatiaji wa sheria na katika kutekeleza sheria kwa asilimia mia moja . Asante sana. Tutaifanya hiyo, tutatekeleza agizo lako na kuhakikisha kwamba wahitimu wa leo basi mafunzo yao wanayapata kwa haraka inavyowezekana. Mheshimiwa Waziri, Tume itaendelea kutekeleza jukumu lake la kisheria la kutoa elimu na uhamasishaji kwa taasisi za umma la na binafsi pamoja na wananchi kwa ujumla. Tume imejipanga kuendesha elimu na, na uhamasishaji nchi nzima ili kuhakikisha kuwa utekelezaji wa sheria hii unakuwa na vitendo na unaolinda maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Elimu hii italenga uh, kuwawezesha wananchi kutambua haki zao za kisheria kuhusu ulinzi wa taarifa zao binafsi, wajibu wao katika kulinda taarifa zao na taratibu rasmi za kuwasilisha malalamiko mbele ya tume pale wanapohisi kwamba haki zao zimekiukwa. Kwa mtazamo e, wa tume, elimu kwa, kwa umma ni nyongeza e, ya hiari bali ni nyenzo ya msingi ya kuzuia ukiukwaji wa sheria ya kujenga utamaduni wa faragha na uwajibikaji wa ta, kitaifa. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa usimamizi na udhibiti, napenda kutoa taarifa kwamba tume imebaini kuwepo na changamoto ya kutokuwepo kwa utayari wa baadhi ya taasisi mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa usiku wa kuamkia leo yamewalazimu wananchi wa kijiji cha Ntinga, kata ya Msangano, wilayani Momba, mkoani Songwe kuyakimbia makazi yao. Maji yalivamia nyumba, yameharibu vyakula na kusababisha baadhi ya wa wakazi kukosa hifadhi ya kulala. Mkuu wa wilaya ya Momba Elias Mwandobo ametembelea eneo hilo na kusema serikali imeanza kuchukua hatua za dharura na Jina naitwa Priska Duncan Nsukwa. Nyumba yangu imezingiliwa, maji yako bado mpaka ndani. Hata kwenye hali ziwezi ukakanyaga, hivi naangaika kutafuta nyumba ya kukaa na watoto. Ndipo tulikuwa tumelala hatuja, hatuja kutambua kitu. Baadaye wakaja majirani kuja kutuamsha, amkeni maji. Maji tunavyoamka yakawa yameingia ndani. Kwa majina naitwa Isaac Mwasile kazi wa kijiji cha Ntinga, kata ya Msangano, wilaya ya Momba. Hii hali ya mafuriko ilitokea muda wa saa tisa na nusu ambapo mto uliacha njia yake na kusambaa mitaani. Hali ilikuwa ni ngumu kwa sababu maji yalikuwa ni mengi, hasa kwa wazee ambao wajiwezi walikuwa wanapata shida jinsi ya ku, kujihami. Kwa hiyo tumepata shida sana, wananchi tumewasilika pamoja na vyakula kupata kuingia maji, wengine majiko nani nyumba zingine kubomoka, kwa hiyo kidogo imetuasili hata mazao mengine yameharibika. Tukawa tumewasiliana na viongozi wa kata, tukaomba eneo la sekondari kwamba angalau watu waka, waende wakajihifadhi pale, lakini tukumbuke wengi wetu ni wazazi sababu tunavyowaweka kwenye kambi moja, tutawaweke watoto wa baba wa mama, japo ni kwa kuwasaidia, lakini na hili pia tuliangalie. Lakini pia tumeendelea kukumbwa na changamoto ya maji, kwa sababu visima vingi ambavyo tulikuwa tunavitegemea vimejaa na maji, lakini bado vyo vyote, karibuni asilimia tisini na tisa vimefumuka. Kwa maana hiyo hata haya maji ambayo yanatiririka haya hayana usalama wa kutosha, bado ni maji ambayo yanatoka kwenye vyoo. Kwa hiyo muda wowote kuanzia sasa hivi ni waombe wananchi wa Msangano tuendelee kuchukua tahadhari, tahadhari kubwa, kwa sababu tunaweza tukapata mlipuko muda wowote. Kwa hiyo niombe, haya maji yanayotiririka siyo maji ya kuyafuatilia sana. Kila mtu achukue tahadhari. Ukiona umeanza kupata dalili za kuharisha au kutapika, tafadhali nenda kwenye kituo cha kutolea huduma haraka haraka, kwa sababu haya maji tunayoyatumia kwa, kwa sasa hivi sio mazuri sana. Na hatua zile za msingi tulizichukua, kama vile kuzima umeme tuki, tukiweka tahadhari ya kwamba huenda kuna nguzo ambazo zimeanguka, zime, zime zisije zikaleta zika madhara zaidi, lakini niseme tu. Mafuriko haya yanatokana na mvua nyingi ambazo zimenyesha jana hasa kwa wilaya za jirani, wilaya ya Ileje, pamoja na wilaya ya Mbozi na maeneo ya kule Tunduma. Kwa hiyo zimesababisha mto wetu huu wa Nkana kufurika na kama mnavyojua, mto ukifurika maji yanatafuta pa kwenda. Kwa bahati mbaya maji mengi yakawa yamekuja katika maeneo haya. Niwashukuru viongozi wa kata, viongozi wa kijiji na vitongoji kwa namna ya ushirikiano wenu mlioonyesha, kuhakikisha wananchi wote waliopata madhara wanapewa msaada wa awali kwanza kwa kuwatoa katika maeneo hayo ambayo ni hatarishi lakini kwa kuwahifadhi katika maeneo ambayo ni, ni salama, na kwa taarifa ambayo ni mlionipa ni kwamba tayari mmeshachagua shule ya Msangano pale, kwa wale ambao bado wamezingirwa na maji na hawawezi kurudi kwenye maeneo yao, basi wakakae pale kwa muda, ili tukitafuta namna ya kufanya. Lakini wape pole sana wale ambao mmepoteza E, kwenye mashamba mmepoteza mazao yenu, nyumba zilizoingia maji, watu vyombo vimeathirika. Kwa wale ambao wameweza kuvitoa na kuvianika, tunaendelea kuwashauri waendelee kufanya hivyo, lakini kuna wale ambao wamepoteza vyakula, lakini vile ambavyo vinaweza kuanikwa viendelee kuanikwa na mmesema kuna wale ambao wamepoteza mbolea. Sasa kwa waliopoteza mbolea, ngoja na mimi nilichukue, tukachakata tena wenzetu, tuone ni namna gani ambavyo tunaweza kusaidia katika hilo, kwa sababu huu e, ndio muda wenyewe wa kutaka kuunga mbolea, kwa sababu kilimo ndio kime Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeanza kufanya mazungumzo ya awali na Wizara ya Kilimo na Maji ili kushirikiana kwenye maeneo ambayo wizara hiyo zinaingiliana zina kisekta. Hayo yamebainishwa na naibu waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Ngwasi Kamani wakati akizungumza na wafugaji kwenye mnada wa mifugo wa Ndala uliopo Nzega mkoani Tabora. Mheshimiwa Kamani ameeleza kuwa kupitia mashirikiano hayo wafugaji wanatarajiwa kupata sehemu ya kunyweshea mifugo yao kupitia kikimu za umwagiliaji zitakazoendeshwa na wizara ya kilimo na miradi mikubwa inayotekelezwa na wizara ya maji. Sisi kama wizara ya mifugo na uvuvi tumeona tukianza kufanya kazi sisi kama sisi peke yetu hatuwezi kukimbia kwa mwendo mrefu, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba miaka hii mitano tukimbie kwa mwendo mrefu zaidi. Ilani yetu ina mambo mengi sana, na yote yatakiwa kutimizwa ndani ya muda mfupi. Waswahili wanasema mambo ni mengi, muda ni mchache. Sasa tulichoamua, wa Mheshimiwa waziri amekwisha anza mikakati ya kufanya vikao au kuandaa vikao na waziri wetu wa, wa kilimo na waziri wetu wa maji, ili tufanye mambo ya kuatali. Wizara yetu ya kilimo inayo budget kubwa sana kwa ajili ya kutengeneza mabwawa ya kumwagilia. Tunataka tuzungumze nao, ili katika mabwawa hayo na sisi wafugaji tupate sehemu za kunyweshea mifugo yetu. Lakini pili, wizara ya maji, ili katika miradi mikubwa inayofanywa katika wizara yetu ya maji, na sisi wafugaji tupate sehemu za kunyweshea mifugo yetu. Lakini tatu, ndugu zangu, kwa sababu ujenzi wa mabwawa ni mpango wa muda mrefu, na tena bajeti zake ni kubwa, tumeanza na mpango wa muda mfupi, sisi kama wizara tumeona visima virefu ndiyo mpango unaoweza kuwa wa gharama ndogo na muda mfupi zaidi, lakini kwa manufaa makubwa kwa wafugaji. Kwa hiyo tumekwisha anza kuandaa utaratibu ambao, kwa muda ambao tunasubiri utengenezaji wa mabwawa haya makubwa, basi tuanze kuchimba visima katika maeneo ya wafugaji wetu. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Wasafirishaji wa vyombo vidogo vya majini na upakiaji wa mizigo katika mwalo wa Kigodeko, Ziwa Tanganyika, wamesema kupatikana kwa boti ya uokozi na utafutaji ndani ya ziwa hilo utawawezesha kunusuru maisha ya abiria na mabaharia pindi ajali zitakapotokea majini. Wasafirishaji hao wamebainisha hayo baada ya shirika la uwakala wa meli Tanzania, TASAC kufanya majaribio ya boti ya pili ya uokozi katika ziwa hilo mkoani Kigoma. Ni wazi pia pepo hizi zimekuwa zikileta madhara makubwa kwa wavuvi wetu na watumiaji wengine wa, wa, wa, wa, wa maji. Tumeshuhudia hapa katikati, kama ni wavuvi basi, wengi mitumbao yao ikiwa inapasuka na baadhi yao kuzama na kupoteza maisha. Hivyo basi ujio wa boti hii unaenda kutatua changamoto zote ambazo nimezielezea hapo. Ujio wa boti hii kwa upande wetu sisi mabaharia tunashukuru sana kwani ilikuwa ni changamoto kubwa ambayo ilikuwa natukuta sisi katika ziwa letu hili, pale ambapo tunaposafiri na ziwa hili kuchangia ni ndefu, unaweza ukajikuta huko labda wima wa kaskazini Kagunga huko, au wima wa kusini huko Sibwesa, unapata ajali. Kwa hiyo hata kama ukitoa taarifa tasaki, kipindi cha nyuma ilikuwa ni vigumu kukufikia, lakini kwa kipindi hichi nadhani itakuwa suluhisho limekwisha. Tulikuwa na uhaba sana wa vyombo kuokolewa, lakini tasa kikueta chombo hichi kwa niaba kutuokoa, tunafurahi sana lakini, vile vile, tulikuwa tuna mambo mengi. Mfano, for example, tulikuwa tunaweza labda wavuvi wetu wanavamiwa labda na wa majambazi kuana ya maji Kweli serikali atusaidia vyombo vya polisi vena kuokoa, lakini bado kuna udhaifu wa vyombo ni vichache. kwa kuwa vyombo tumeongezewa chombo cha kina spidi kubwa, naona tutakuwa ametuokolea maisha yetu wavuvi, pamoja na wavuvi wavu wote kwa pamoja, kwa hiyo na shukuru... Adam Mamiro ni afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, mkoa wa Kigoma, hapa anaweka wazi mikoa mingine inayonufaika na boti hiyo. Boti hili e, hapa limeshushwa tu Kigoma, lakini litahudumia ukanda wote wa ziwa Tanganyika hadi Katavi e, Rukwa, ukanda wote ambao uko liki Tanganyika. Kwa maana hiyo sasa tuwatake e, watu wa huduma, wamiliki wa maboti, wamiliki wa vyombo vya uvuvi, mabaharia, pamoja na kuja chombo hiki cha uokozi bado utaratibu wa kuzingatia sheria utaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo tuendelee kutoa maelekezo, kila mtu ambaye mwenye chombo cha usafirishaji majini haijalishi hata kama ni chombo cha uvuvi kuendelea kuhakikisha anakuwa na vifaa vya kujokolea maisha. Kama mnavyofahamu ndugu zetu Watanzania wengi wanafanya shughuli zao kwenye maji, ndugu zetu wavuvi, lakini kuna wasafirishaji wa mizigo na wasafirishaji wa abiria e, wanapopata dharura ya aina yoyote. Sasa chombo hichi kitakuwa kinakwenda kutoa huduma hiyo e, na hichi ni kilio cha muda mrefu, wananchi walikuwa wanaomba huduma hii wafikie e, tunaishukuru sana serikali ya awamu wa sita chini ya eh, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupokea kilio hichi, kusikia na sasa e, eh, kaweza kutufikishia boti ya uokozi kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu. E, eh, kwa niaba ya shirika la wakala wa meli Tanzania Tasaki tumefika hapa na sasa tuna eh, e, tume, tumefanya majaribio na tumeona chombo hichi kiko sawa eh, kwa ajili ya kuanza shughuli hizo. E, eh, ndugu zetu wavuvi mmefikiwa E, ndugu zetu wavuvi sasa mtakuwa mnaokolewa mnapopata changamoto, changamkieni kutoa taarifa, kutakuwa mtapewa maelekezo rasmi. Na zaidi ya shilingi milioni 196.5 zimetolewa na halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara kwa vikundi 29 vya wanawake vijana, na watu wenye ulemavu, huku makundi hayo yakihimizwa kupunguza taarifa za upotoshaji kuwa mikopo hiyo hutolewa kwa kufuata majina ya watu. Mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii Octavina, Kione ametoa kauli hiyo wakati wa kukabidhi mfano wa hundi kwa vikundi hivyo, akibainisha kuwa almashauri imekuwa ikitumia mchakato sahihi na wa wazi kubaini vikundi vinavyostahili kunufaika na fedha hizo. Baada ya kufanya upembuzi wa kina, kiasi cha shilingi milioni 196.5 kilipendekezwa na kutolewa kwa vikundi 29 vya wanawake 19, vijana nane na watu wenye ulemavu viwili. Hii ni sawa na asilimia 61 ya bajeti yote iliyopangwa kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Hatua hii inaonyesha dhamira njema ya halmashauri katika kuhakikisha fedha zinawafikia walengwa kwa wakati na kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Vikundi hivi 29 vinajishughulisha na ufugaji wa mbuzi kuku, nyuki, kilimo cha mpunga na bustani, biashara ya samaki na ujasiriamali kwa ujumla. Vikundi kumi na mbili vilivyokosa mkopo kwa awamu hii kutokana na sababu mbalimbali vitaendelea kujengewa uwezo na wataalamu wa ngazi ya kata ili waweze kukidhi vigezo na kuomba awamu nyingine. Kwao kama halmashauri tumetenga mikopo Tumetafuta vikundi, tumevijenga vizuri, vimepitia mchakato mzima, na hatimaye leo vimeweza kupata mkopo. Na haya pia ni maelekezo ya waziri wetu. Kama tunavyojua, Mheshimiwa Rais aliunda wizara maalum, wizara ya vijana inayoongozwa na Mheshimiwa Joel Athuna Nauka, na pia ni maelekezo yake kuhakikisha tunawainua vijana kiuchumi kupitia miradi mbalimbali mbali. Kwa hiyo kupitia miradi, wito umetolewa kwa madereva wa magari yanayotumika kubebea wanafunzi wa shule, kabla ya siku chache zijazo kwa shule kufunguliwa, kuhakikisha kuwa magari mabovu hayatumiki ili kuwa ili kuhakikisha usalama wao. Hatua wa hiyo imekuja kufuatia ukaguzi uliofanywa na jeshi la polisi mkoani Katavi, kitengo cha usalama barabarani mkoani humo. Akiwa katika ukaguzi huo, mkuu wa kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Katavi Leopadi Fungu amesema katika ukaguzi huo, jumla magari 20, ya magari ishirini yamekaguliwa, kati hayo matano yamekuta ya yakiwa mabovu na, na kuagiza yafanyiwe ya marekebisho kabla ya kuanza kazi ya kubeba wanafunzi pindi shule zitakapofunguliwa mapema wiki ijayo. Leo tumefanya tumeanza zoezi la kukagua magari ya, ya shule yanayobeba wanafunzi wa shule za msingi uh, sekondari na hata chekechea. Lengo kubwa ya ukaguzi wetu ni kutaka kuhakikisha kwamba magari hayo ni mazima au mabovu, na kama ni mazima, maanake kwamba yanafaa kuendelea na kazi. Kama tunavyojua kesho kutwa shule zinafunguliwa, na mabovu, tumetoa muda wa kwenda kurekebisha. Kwa hivyo, mpaka sasa hivi ukaguzi wetu, magari ishirini yameshakaguliwa na katika hayo magari ishirini magari matano yamekutwa na ubovu mdogo mdogo ambao unaweza kurekebishwa. Kwa hiyo tumetoa e, siku siku tatu mpaka nne kwa ajili ya kufanya marekebisho. Nia yetu ni kutaka kuona kwamba magari yanayotumika kubeba wanafunzi yanakuwa katika hali nzuri, hali ya usalama, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanavyobebwa hawapati ajali, hawapati majeraha wala kusababisha vifo. Mimi kama sehemu ya mzazi, kikubwa tu wale wanaomiliki wanaomiliki zile shule na magari yao, polisi, na natamani sana niwa niwaongezee jambo lingine, wanapokagua haya magari ikiwezekana waende hata kule kule kwenye vituo vya nini vya shule. Mathalan, mwenye shule anaweza akawa na magari kumi au magari matano, kuja kukaguliwa akaleta mawili au matatu, saba yakabaki yamefichwa ila kwenye ruti ya kubeba watoto, na zenyewe zile saba zikarudi kwenye zile ruti za kubeba watoto. kwa wafanye hizi jitihada za kila mara kwa mara, ikiwezekana, wewe anafika mpaka kule kule shuleni paka na kule, kule wanakoenda kutengenezea magari yao, nadhani itakuwa jambo jema sana, ili kwa sababu watoto wapate kile ambacho kilicho bora maskani. Wanapokagua magari wanazingatia usalama na wa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi watakuwa wasafiri salama warudi salama. Kwa hiyo, chombo kinapokuwa kibovu hawezi kusafisha mwanafunzi, lazima kifanyiwe ukaguzi. Kwa mimi ninavyojua ndio, kwa hivyo tija ina, inakuwepo ina, ina kwa sababu tija chombo kinakuwa ki, ki, kinachosafisha mwanafunzi kiwe ki, ki, kizima e, kinakuwa kina tija kwa sababu lazima kiwe kizima kipeleke mtoto shuleni na kimrudishe kikiwa salama. Kwa kweli ukaguzi umefanyika vizuri na unakwenda vizuri na tumeridhika na kinachofanyika. Maaskari wa jeshi la usalama barabarani, kwa kweli wanatimiza wajibu wao, na sisi kama madereva tuna tunaunga mkono zoezi hili na tunawapongeza, kazi ni nzuri na waendelee kutusimamia hivi, kwa sababu inatuongezea umakini sisi kama madereva tuwapo barabarani, lakini pia tunataka kuhakikishia wazazi kwamba tuko makini. Na tutaendelea kuwa makini katika kazi yetu. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu wanne kwa tuhuma za kunyang'anya au kufanya uporaji na kuwajeruhi wananchi katika maeneo mbalimbali ya jiji. Tukio hilo limetokea hapo jana tarehe nane saa nane mchana Mabwe Pande wilayani Kinondoni. Kamanda wa polisi wa kanda hiyo, Jumanne Muliro, amesema kundi la watu waliokuwa wame panda pikipiki piki na wengine wakiwa na silaha za jadi walifanya vitendo hivyo, wakiwa wamebeba jeneza la marehemu Ibrahimu Elia. Marehemu anadaiwa kuuawa Januari 2, 2026 Bunju, baada ya kutumiwa kujihusisha na uporaji wa pikipiki piki na baadaye kuzikwa na ndugu zake mawe Pande. Na taarifa hiyo inayotutamatisha taarifa ya habari siku ya leo tarehe 9 Januari 2026, ni zidi kukumbusha huduma za mbalimbali mbali, mbali, zinazopatikana ndani ya SQF ikiwemo huduma ya ambulance kupitia namba hizo ambazo unaziona unaweza kupigia namba hizo bure kabisa, sio kufanya huduma hiyo popote pale ambapo utakwepo. Bila kusahau, tarehe 12 mpaka tarehe 16, tutakupa na kambi ya upasuaji wa midomo wazi ambao utafanyika pale katika hospitali ya Manispa ya Kahama. Upasuaji huo unafanyika bure kabisa. Yaba, ya kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya ni kutakia sabato njema, lakini pia weekend njema, wale kupona mipendo kwetu ni bye kwa sasa.